Shalom shalom, pokea salamu zangu popote ambapo unapatikana. Mungu akubariki sana, na acha tena, wakati huu dakika hizi chache ikuwe dakika za faida kwako. Nimesikia ndani mwangu nitie mtu moja moyo, nikutie moyo wewe ambaye inawezekana unajiangalia tangu mwaka umeanza na mpaka mwaka inafika mwisho, ukiangalia maisha yako, ukiangalia uchumi wako, ukiangalia relation zako, ukiangalia uh, ukianga, ukijiangalia afya yako, ukiangalia mambo mengi sana kwenye maisha yako, na ukilinganisha na wengine, ukilinganisha na yule jirani yako, ukilinganisha na yule rafiki yako, ukilinganisha na kolegi wako, ukilinganisha na mtu fulani wa mbali au wa karibu, inawezekana wewe uko napiga sababu unaona kwamba yani, mwaka kwako imefeli. Wakati mwaka ilianza uliomba Mungu ukaamini uka, Mungu ukafunga ukatoa na sadaka kwa ajili ya mipango yako kwa ajili ya mambo yako, na ukawa na uhakika kabisa kwamba mambo yatakuwa kama ulivyotarajia, lakini ukikaa unaona kama vile basi wewe umefeli. Acha nikutie moyo ya kwamba haujafeli, yani sababu tu ungali unaishi, sababu umeona siku ya leo unatazama hii video ujue, ya kwamba haujashindwa, haujafeli. Kuna mambo makubwa ambayo hata kwa dakika ya mwisho, kabla ya tarehe 31 usiku saa sita haijafika, niko na kuhakikishia utashuhudia ukubwa wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo mi nakutia moyo ya kwamba pumzi ambayo uko nayo sio kitu kidogo, muamini Mungu ya kwamba hata kama wewe kwa hesabu zako, au watu wengine wanaweza wakasema kwamba wewe umefeli, wewe pamoja na Mungu nikuambie, utafanya mambo makubwa. Jipe moyo, jipe moyo, jipe moyo. Sasa nataka niseme na wewe mambo ambayo yatakusaidia kuweza kujihakikishia kwamba wewe haujafeli, wewe haujashindwa, wewe umefanya na utafanya makubwa sana. Sikia, nikwambie ili jambo ambalo inanitia moyo ambayo nataka ni kutie pia moyo, kwamba wewe haujafeli, haujashindwa. Ukipima kuhesabu mazuri yote, ukipima kuhesabu baraka zote, ukipima kuhesabu mambo yote ambayo umeyapitia tangu Januari mpaka sasa, ambayo umeyapitia tangu mwaka imeanza mpaka leo, hesabu mambo mazuri ambayo yamefanyika kwenye maisha yako. Hesabu tu ya kwamba kuna jirani yako ambaye ana uwezo mkubwa sana, lakini aliumwa, akaenda hospitali, akaenda hospitali hata nchi za kigeni, lakini alitoka kule akiwa maiti. Lakini wewe unaishi, tangu leo unaishi mpaka leo, haijalishi mambo gani uliyapitia, lakini unaishi. Inawezekana kuna jirani yako alipata ajali akawa mlemavu, lakini wewe bado, Mungu alikuepusha na ile ajali. Uko na viungo vyako vyote, uko na kapasiti zako zote. Inawezekana mwenzako tu ambaye unamfahamu alipata ugonjwa, alipata mshtuko wa moyo, saa hii yuko hajitambui, akili zimepotea saa hii, inawezekana hawezi kuongea, hawezi kufanya hawezi kufanya kitendo kufanya action, hawezi kutembea, hawezi kuku, hawezi kabisa, hajiwezi. Lakini wewe unajiweza, hata kama haukupata pesa, hata kama haukuolewa, haukuoa kama vile ulitarajia, hata kama haukununua gari, haukujenga kama vile ulivyotarajia, lakini angalia tu, yaani kwamba yule aliyefanikiwa kwa jambo fulani, kuna pia jambo ambalo weza kufanikiwa. Kwa hiyo mi nataka nikuambie, hesabu mazuri yote ambayo Mungu alikutendea. Ulisafiri ukafika salama, mwenzako hakuweza kufika. Uliumwa ukapona, mwenzako alikufa, alikufa na magonjwa ya kawaida tu yaani mwingine mahusiano ilivunjika, mwingine ndoa iliharibika, mwingine alifiwa na kwenye familia watu wa maana walifariki, lakini wewe Mungu amekutunza na familia yako amekuepusha na mabaya. Mungu bado ni mwema kwako. Hesabu mambo mazuri, acha kuangalia kitu gani hakikuwezekana, kitu gani hakikufanyika, wapi ulishindwa. Angalia mazuri ambayo yamefanyika tangu mwanzo wa mwaka na kuhakikishia mazuri ambayo Mungu amekutendea ni mengi sana kuliko yale ambayo wewe unafikiria kwamba mi sikufanikiwa hiki na hiki na hiki, lakini yale ambayo umefanikiwa ni mengi sana. Hesabu mazuri, hesabu baraka. Itakutia moyo kujua kwamba ah, basi kumbe kama Mungu aliniepusha na mabaya, kama Mungu alifanya hiki hata hiki ambacho usijafanikiwa, Mungu atakifanya. Hesabu baraka zote. Unajua, ukitaka uone mema ambayo Mungu ametenda, ukitaka ujue mafanikio, namna ambavyo umefanikiwa sana katika mwaka, umefanikiwa sana katika miezi, katika siku, katika masaa yako yote, ukitaka ujue kwamba umefanikiwa na Mungu amekubariki, yaani jaribu kukaa mara nyingi katika uwepo wa Bwana ndani ya maombi katika kusifu Mungu na kumwabudu. Yaani wakati unatoka kwa mfano umetoka kazini, umeingia nyumbani kwako, usianze tu kuwapiga mahesabu siku ya leo imefeli, siku ya leo imekuwa hivi, sijapata hiki na hiki. Yaani kuwa na muda ambao unajua naingia katika uwepo wa Mungu. Unaweka hapo kwenye playlist yako, unaweka nyimbo ya kuabudu, nyimbo ya kusifu, uko nasifu pamoja na ile nyimbo, uko naomba Mungu, uko na shukuru Mungu. Nikwambie, ukiwa na hiyo tabia ya kukaa katika uwepo wa Mungu, ya kumsifu, ya kumwabudu wakati wote unapopata muda, wakati wote unapokuwa unapo na nafasi hiyo, nikwambie, hautaona pale ambapo umefeli, hautaona pale ambapo kile ambacho umekosa, hautahesabu yale ambayo umeshindwa ume, ume kufanya, lakini utakuwa naona ukubwa wa Mungu ya kwamba Mungu ni mkubwa katika maisha yako. Mungu ni mzuri, hata kama haukufanikiwa kitu fulani, lakini Mungu wako ni mkubwa kuliko yale mafanikio, pumzi ya uzima ulio nayo. Yaani, katika kusifu Mungu na kumwabudu na kuomba, katika uwepo wa Bwana nikuambie, utatafakari na utagundua makubwa sana. Mungu atakufungua macho kuona vita vya kiroho, kuona wachawi, kuona adui, namna ambavyo mchana namna ambavyo wanakuwinda, lakini Mungu yeye anakuepusha, Mungu yeye anakulinda. Itakupa sababu ya kuwa na shukuru Mungu hata kama haukufikia malengo ambayo wewe mwenyewe ulijipangia, lakini sababu umeona katika ulimwengu wa roho yale ambayo Mungu amefanya, itakupatia moyo wa shukurani na kuelewa ya kwamba wewe haukufeli, lakini umefanikiwa. Mungu akubariki sana, kuwa na tabia ya kukaa katika uwepo wa Mungu katika kusifu na kuabudu, lakini pia kuomba, kuongea na Mungu. Yaani hautaona kushindwa, lakini wakati wote utakuwa unaona mafanikio. Jambo lingine ambalo ninataka nikutie moyo wewe ambaye unapiga mahesabu na umechoka kabisa, ni kwamba kuwa na tabia ya kuongea na mtu au na watu ambao wanaongea -wa -wa maneno ya kutia moyo. Unajua, maneno yako ambayo unaongea na watu au aina ya watu unaoongea nao, aina ya maongezi yako na watu fulani, ina impact kubwa sana juu ya maisha yako. Ndio maana angalia, nani unaongea naye na anakuambia nini, sababu kile kinachoingia kwenye masikio yako, kile kinachoingia kwenye moyo wako, kina affect maisha yako kwa kushindwa au kwa kufanikiwa. Ndio maana ukwe unaangalia mtu ambaye anakuaga wakati wote, yeye anaangalia tu mabaya yako, yeye ya anaangalia tu madhaifu yako, anaangalia ya tu kukukosoa wakati wote kwamba umeshindwa, hakuambie maneno ya kukutia moyo, hakuambie kwamba wewe ni una, unaweza kitu fulani, hakuambie maneno ambayo inaweza tena ikaamsha matumaini ndani mwako. Yani, achana na watu wa aina hiyo. Kuwa na tabia wakati wote ambao unasikia umechoka unaongea na mtu ambaye unajua huyu ana maneno ya faraja, huyu ana maneno ya kutia moyo, huyu ana maneno ya, ku, ya kunionyesha kwamba ninaweza. Ongea na watu wa hivyo, angalia kwenye kontakti zako mtu ambaye unajua huyu, huyu anaweza ananitiaga moyo, huyu ananiambiaga mazuri, huyu ananiambiaga hata kama wakati mwingine ananiambiaga mambo ambayo sitaki kuyasikia, lakini mara nyingi nikimwambia namna ambavyo unachoka anaweza kunitia moyo. Kuwa na watu kama hao, ambao wanaweza kukutia moyo, anaweza kakuambia mambo mazuri, anaweza kakuonyesha upendo katika maneno yake. Unapiga naye simu tu kwa dakika mbili, unamsikiliza inatia moyo, inatia moyo na inakufanya tena uweze kusonga mbele. Mungu akupe watu wazuri ambao watakuambia maneno mazuri. Mungu akupe pia, akupe pia uh, hekima ya kudetect watu ambao hautakiwi kuongea nao saa zote, sababu watakuvunja moyo, watakufanya usiweze ku, ku, u, wat, watafanya kwamba usi, ujione kwamba wee haufai, wakati wewe ni mtu wa thamani. Wee sio mtu wa kawaida, wewe ni mbarikiwa, wewe umefanikiwa sana. Unajua, wakati unaangalia video ambayo inakutia moyo, video kama hii ya kukwambia kwamba wewe ni mzuri, video ya kukwambia kwamba unaweza, video ya kukwambia kwamba wewe una akili, video ya kukwambia kwamba hata kama ulikosa tangu Januari hadi leo, unaweza ukapata. Mungu anaweza kukufanikisha, Mungu anaweza hata kwa dakika ya mwisho, Mungu anaweza kukutendea mambo ambayo uliyakosa tangu mwaka ulianza, Mungu ambaye anaweza kwa siku moja, kwa saa moja kwa dakika moja anaweza kabadilisha historia ya maisha yako. Inatia moyo. Kuwa na tabia, wakati unaingia kwenye mitandao ya kijamii, uko kwenye tv yako, acha kuangalia vitu vya kukulilisha, vya kutoa machozi, vya kukuhuzunisha, vitu vya kukukumbusha mambo mabaya. Angalia vitu ambavyo vinakutia moyo, angalia video kama hizi ambazo zinakutia moyo. Nikwambie wewe, sio mtu wa kawaida, rafiki yangu. Wewe sio mtu ambaye watu gisi wanakuona, sio vile Mungu anakuona. Mungu anakuona mtu wa heshima, Mungu anakuona kwenye kiti cha heshima, Mungu anakuona mtu ambaye uta wewe ndio utabariki familia yako wewe, kupitia wewe ndio u... yani, mambo ambayo yalishindikana mambo ambayo hayajawahi kufanyika kupitia wewe yatafanyika hapa duniani. Yani ni wewe, naongea na wewe, rafiki yangu. Kwa hiyo angalia, kitu gani unakiangalia kwenye mitandao ya kijamii. Achana na vitu ambavyo vinakuvunja moyo, vinakuonyesha vina tu madhaifu, vinakuonyesha namna ambavyo vina mapepo yanakutesa hapana. Pepo haina uwezo juu yako, shetani hana uwezo juu yako. Mungu wako, Mungu ambaye ninakuhubiria ni mkubwa sana kuliko mapepo ya familia, kuliko magonjwa, kuliko yule adui ya yako. Mungu wako anaweza sana. Kwa hiyo angalia video kama hizi zitakutia moyo, na ukiamka asubuhi hautaamka tena yule wa jana. Utaamka na nguvu, utaamka na pawa, utaamka na ufunuo, utaamka na idea ambazo zitaenda kufanikisha maisha yako. Unajua Biblia siyo kitabu cha kawaida. Wakati wote kuwa na tabia ya kusoma neno la Mungu. Sikia, ndani ya Biblia, kwenye neno la Mungu, kuna ahadi za Mungu juu ya maisha yako, inaitwa neno la Mungu. Biblia sio maneno ya watu, Biblia sio maneno ya pasta wako, Biblia sio maneno ya profeti wako, Biblia ni neno la Mungu, asema Bwana, ndio iko kwenye Biblia. Kwa hiyo wakati unasoma neno la Mungu, unasoma hata mstari moja kila siku, unasoma tu, unasoma, unasoma na unaomba Mungu, unaomba Mungu akufunulie meseji ambayo anataka aseme na wewe kwa ajili ya ili mstari mmoja tu, nikwambie hautabakia wa kuvunjika moyo, hautabakia wa kuchoka. Neno la Mungu litakutia nguvu. Biblia inasema naliweka neno lako ndani mwangu ili nisikukosee. Neno la Mungu wakati utakuwa nalo itakufundisha kufanya mema, na wakati utafanya mema, utafanya mambo ambayo yanatokana na hekima na yale mambo yataenda kukufanikisha. Neno la Mungu litaangazia njia yako, neno la Mungu litafungua milango ambayo imefungwa kwenye maisha yako, itafungua macho yako kuona opotuniti ambazo ulikuwa haujawahi kuziona katika maisha yako, ambazo watu wengine hawana uwezo wa kuona, lakini sababu wewe una neno, itakufungua macho. Kuwa na tabia ya kusoma neno la Mungu, Sababu ni Mungu ndio unamsoma, ni Mungu ndio anaongea nawe kupitia neno lako, ni Mungu ndio anasimulia nawe kupitia Biblia. Soma neno la Mungu kila siku, please usichukue tu Biblia kama tu ya kuenda nayo jumapili kanisani. Kwenye smartphone yako unasimu, una simu una bible, soma soma, weka, unaweza kusikiliza hata bible ya, ya kusikiliza audio, unafanya kazi lakini huko unalisha moyo wako na neno neno la Mungu, sio neno la mtu, neno la Mungu. Alafu jambo lingine nikwambie rafiki, ambalo litakusaidia kuweza kukutiwa moyo wakati unasikia kuchoka, ni kwamba kuwa na muda ya kuangalia na kuhesabu nini ya maana katika maisha yako kuliko kitu kingine. unajua wakati mwingine utaona kama haukufanikiwa sababu uli, ulifanya vitu ambavyo havikukuwa vya maana. Ulifanya ukaweka nguvu ukaweka pesa ukaweka akili kwenye vitu ambavyo havikukuwa vya maana. Sasa wakati unakaa na unaanza kuhesabu, unaangalia hiki na hiki na hiki kya wapi kina, kinaweza kuwa na uzito kuliko kingine, nianze na kipi, alafu nimalize na kingine kya wapi yani, ukiwa na hiyo tabia ya kuangalia priority ni nini, kile ambacho kinazidi kingine ni kitu gani? Ndio maana Paulo ako anasema unaruhusiwa kufanya kila kitu, lakini sio kila kitu ambacho kinafaa. Unajua wakati mwingi tunapoteziaga nguvu kwa vitu ambavyo havifai. Ngoja nikupe mfano. Kwa mfano, umeona mwenzako amenunua simu Sma, amenunua iPhone 17. Max. Na wewe uka, ukachukua uka pesa ambayo ungeweka kwenye biashara fulani ingekuzalia pesa na pesa, alafu baadaye ungekuja kupata chochote ambacho unataka, alafu wewe ukachukua ile pesa ukaenda kununua simu, na ile simu sasa unakuwa haikufaii hai chochote, haikuingizie faida yoyote. Sasa unaona ulikuwa na pesa, lakini ukazitumia sio kwa priority, sio kwa kitu ambacho kilikuwa kili kabisa cha maana kwa ule wakati kwa hiyo inafanya kwamba unakuwa unafikiria kwamba Mungu hajakusaidia, Mungu hakukubariki, wewe umefeli. Kumbe ni wewe haukukaa kutulia, kuangalia naanzia wapi na nitaishia wapi, nifanye ipi, kitu gani na niache kitu gani, nianze na kitu gani alafu nimalizie na kitu gani. Ni muhimu sana sababu, mara nyingi unajua, tunatumia nguvu kwa vitu ambavyo havina maana, mara nyingi sana. Pesa ambazo tunatumia, tunazitumia kwa vitu ambavyo hatukuhitaji unafanya tu kitu sababu ili uonekane unafanya kitu na wewe ili yani isikupite tu, lakini haikukuwa ya maana. Wakati ungetulia ungejua kwamba nianzie kwa hiki, hiki ndio cha maana kwanza kwa dakika hii, na hautaona tena kwamba umefeli. Sababu gani? Ulikuwa na muda wa kupiga mahesabu kabla ya kufanya action fulani. Usitende bila kufikiria, kaa kwanza, tulia, piga mahesabu, alafu amua na utafanya kitu cha maana sana wakati umepiga kwanza hesabu. <laughs> Jambo lingine niko na kutia moyo, rafiki yangu, usifikiri kwamba umeshindwa. Haujawahi kushindwa hata siku moja na hautashindwa sasa. Shika hii jambo: wakati unaona kwamba umesongwa sana, ume, ume, yani umelemewa, mambo yamekuzidi, mambo yamekuzidi ya uzito, kuwa na tabia ya kuenda sehemu sehemu ambayo kuna mazingira, sehemu ambayo kuna utulivu, sehemu ambayo kuna miti, sehemu ambayo kuna kuna nature, kuna nature. Sehemu yani mazingira, uumbaji wa Mungu, yani utembee hapo uangalie, angalia, usikilize ndege ambavyo wanaimba wana, wana, wana, angalia upepo, namna ambavyo miti u, yani, enda kwenye mazingira fulani ya utulivu ambao unatazama, una, una observe, uone namna ambavyo <laughs> Mungu amevifanya vile. Sasa Mungu mwenye amefanya vile vitu. Mungu ameumba tu mti, mti ina, inatoa matunda. Mti, ndege iko tu inaruka, inaruka ina, ina, ina, ina vitoto. Yani wewe sasa ukiangalia mazingira, mazingira inatufundisha, mti inatufundisha kuwa na matumaini. Unajua mti wakati mti ume, ume, ume, umekata mti umekata mti katikati hivi, yani kama haukung'oa mizizi yake ile mti hata kama umeikata, ile mizizi sababu ipo kule kwenye udongo, ile mti itakuja tena kutoa majani na itatoa tena matunda. Hivyo hivyo katika maisha yako, kama bado unatembea kwenye hii dunia, kama bado una pumzi ya uzima, yaani ni kuambie hata kama umepoteza kila kitu, hata kama uko mgonjwa, hata kama hauna pesa yoyote, hata kama hauna mtu yoyote lakini sababu bado unakanyaga hii udongo, bado unaishi, ni kuambie utaota tena na utafanikiwa tena, utapata tena, na vyote vilivyopotea, vyote ambavyo haujawahi kuviona, haujawahi kuvipata utavipata. Sababu gani? Bado una mizizi, una uzima. Mazingira ikufundishe, tembea kwenye mazingira tu uone namna ambavyo wewe haujafeli na hautafeli, in Jesus name. Mungu akubariki sana, share hii video kwa mtu mmoja ambaye amechoka sababu ya shida ambazo anazipitia, mtumie hii video, itamtia moyo na wewe utabarikiwa, sababu umetia mtu mmoja moyo. Mimi naitwa Pastor Bienvenu Wanzire, ninakupenda sana, na kusii tu uweze kusubscribe kwenye YouTube channel yangu Bienve Ministries online. Nitie moyo kabisa kwa kusubscribe na ku E, weka hiyo notification ili usipitwe na video wakati wote tunapokuwa hewani. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba yangu ya simu ya WhatsApp. Unanitumia tu message kama uko na swali, uko na jambo linakusumbua, uko na hitaji ya maombi. Wasiliana na mimi nitumie message yako, alafu tutachukua appointment ya kuongea na kuomba na Mungu atatenda muujiza kwenye maisha yako. Asante.